Jeshi la Polisi mkoani Morogoro linawashikilia watu 19 wanaodaiwa kuwa matapeli kutoka katika makampuni yanayowarubuni vijana kwa kuwafundisha mbinu za utajiri kupitia njia za mtandaoni. Kamanda wa Polisi Mkoa wa Morogoro, SACP Alex Mkama, amesema kuwa makampuni hayo yamekuwa yakiingiza vijana katika mipango isiyo ya halali ya kupata utajiri, na kwa sasa jeshi hilo linafanya uchunguzi kubaini uhalali wa shughuli zao. Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limeendelea na operation za kukabiliana na matapeli sugu ambao wanatumia mtindo wa kuwarubuni vijana kupitia mitandao mbalimbali, kwamba wanawafundisha vijana namna ya kuwa mabilionea na baadaye wa kutumia majina ya makampuni ambayo yanachunguzwa kuhusu uhalali wake. Kwa hiyo tumekuwa na, na wimbi la matapeli kwenye mkoa wetu wa Morogoro, na sisi tangu Januari tumekuwa na operation mbalimbali za kukabiliana nao. Kwa sehemu ya utapeli ambao tunauona ni haya makampuni aidha makampuni bandia au warari wake pia bado wanachunguzwa. Amekuwa na, na mtindo wa kuwaita vijana kutoka mikoani huko kwa ajili ya maf kufanya mafunzo ya ujasiriamali au kuwafanya wao mabilionea matajiri kwa baadaye. Sehemu ya makampuni hayo ni kampuni inajiita kwa jina la Alliance in Motion Global, nyingine inajiita QY Group of Company, lakini kuna kampuni inaitwa Qnet Group of Companies na kampuni nyingine inajitwa Instant Millionaire. Kwa hiyo viongozi wa haya makampuni wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Tunaona vijana hawa wanashawishiwa kutoka kufika eneo watakaloelekezwa, ambapo hulipa ada ya shilingi kati ya laki sita mpaka milioni moja, na ukishapokelewa kwenye, kwenye kambi ambazo zimeandaliwa ambapo ni nyumba kubwa zenye uzio, ambapo si rahisi kuonekana na watu wengine, kisha kuanza kuwalazimisha au kuwashawishi wenzao ambapo wavuta kwa maneno mazuri na kusafiri kufika kambini mkoa wa Morogoro. Vijana hao wakiwa kambini hurubuniwa na kuanza kuwalazimisha wazazi wao wawatumie pesa kwa ajili ya kuendelea na masomo zaidi, wakiaminishwa kuwa watakapohitimu watapata ajira kupitia mtandao. Vijana wengine wa wanatokea mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Mwanza na Iringa. Wengi, wengi wa vijana wanatokea mikoa hiyo. Utashangaa kwamba hakuna kijana anatoka mkoa huu wa Morogoro, wengi watoka mikoa ya nje. Mpaka sasa jumla ya vijana mia tatu tisini na tisa wameshaokolewa kutoka mikononi mwa matapeli hao, lakini watuhumiwa zaidi ya kumi na tisa wamekamatwa kwa kipindi cha kuanzia Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu. Kamwambia, muandalie pizza. Anda pizza, lakini peleka mezani, yani akampa congratulations, umepika chakula kizuri. Akaambia oh, yeah, naomba nipe namba, yeah, nikutafutie kazi. Kwa hiyo nikampa namba na akampa shilingi elfu saba kama zawadi. Baada ya siku tatu amerudi mkoani, kampigia simu, kuna kazi Morogoro, njoo, lakini atakuja na laki na nusu kama hela ya kumpa yule anakuja kukufanyia usajili Yesu. Tukampa mtoto hela na nauli, akapewa akaja Morogoro. Siku tatu mbili, tunapigiwa simu kwamba wafanye interview watu 30 lakini watu sita wamepita kwenye interview, ambao mwanetu mmoja, Eric, kashika nafasi ya kwanza. Kwa hiyo, ataenda Dubai, lakini kuna wengine watanda Malaysia watatu Yes po nikajaribu kutafuta, nikampigia arabisi wa mkoa wa Kilimanjaro aweze kuniunganisha na arabisi wa mkoa wa Morogoro. Wamenipa ushirikiano mkubwa sana. Baada moro ya kupiga Morogoro arabisi amenipokea, kanunganisha na OCCIT, tuko online, nikafanya mambo, tukaendelea kupambana. Basi jana wananipigia simu, niko kwenye kikao, njoo, tulipata kijana wako kwa, nikasema nipata safari jana usiku nimeingia pasi, kuna moja suu, yule dada anasema kwamba anataka milioni tano na laki nane kwa ajili ya usafiri, lakini kamwambia mtoto ana viza ana chochote, anasafirija, kanaambia usijali mama, sisi tunafanya hizi kazi, na kwa mwezi mmoja atakuwa nalipo milioni mbili. Kwa mtu naye yaani ya, kama vile amemwathiri kisaikolojia mtu nakampaka, namwambia mama, mama, naomba uzari neno langu niondoke niende, mama nikatafute riziki, kwa hiyo hivyo lakini nashukuru sana rapisi wa mkoa kilikuwa wa Morogoro na Kilimanjaro na OCS ID. Mimi naomba tu wazazi kwamba hebu tukae vizuri na watoto wetu nyumbani lakini kwa ndio kama hivi anaenda field kutiko kule, ninachotaka kujua au mimi kuweza kuwaambia tu jeshi la polisi hebu angalie kwenye hivi na ukula, na kule anakwenda kufanya field. Ninahisi kuna connection kwa sababu uweze kuniambia mimi naenda field afu nipate mtu pale ananiambia nimhudumie na after hapo atakana namba akaniajiri Tuangalie na kule wanakwenda kufanya zile interview zao kwa ajili ya kupata ajira. Aidha, jeshi la polisi limewataka vijana kuwa makini na matangazo yanayowaahidi utajiri wa haraka, huku likiendelea na uchunguzi zaidi juu ya swala hilo.